Iwungilo pamoja na viongozi wote ambao nimeongozana nao na wataalamu wote, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kuweza kufika hapa. Sio kwa ujanja wetu, ni yeye mwenyewe Maulana ametujalia tuweze kupata kituo chetu hiki, kuona uwekezaji mkubwa wa serikali hasa kwenye lile eneo la mapato ya ndani. Wana Iwungilo nawapongeza sana na Mungu awabariki sana, kwa sababu uh, mapato haya ya ndani ni kodi ambazo nyinyi mnafanya kazi zile kodi zinakusanywa pale halmashauri, mkurugenzi wetu akazielekeza huku kwenye kituo chetu cha afya. Naambiwa kuna hela ndogo ambayo na nyinyi mlichangia. Nguvu ya mwananchi haijawahi kuwa ndogo. Tunawashukuru sana kwa nguvu ambayo mlitoa wananchi na ile ambayo ilikuja kutoka halmashauri kwa lengo la kuboresha aa, sekta hii ya afya ambayo Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi kwa dhati ya moyo wake kuhakikisha analeta mageuzi makubwa katika sekta ya afya. Ndio maana sasa tunatembelea vituo hivi vianze kutoa kazi, vianze kutoa huduma. Huduma hii ikawahudumie kina mama wetu, dada zetu, wazee wetu, wagonjwa wote wenye uhitaji, hasa kwenye maeneo haya ya pembezoni mwa miji yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, niwapongeze sana kwa mapato yale mliolipa eh, kupitia biashara na kilimo ya, zile fedha zimekuja kuleta uh, uwekezaji mkubwa kama huu. Sasa tuusimamie, na sisi upande wa serikali ni wakali kweli kweli, ni wachungu kweli kweli tunataka vituo hivi vikalete tija katika eneo la afya sana. Yale yote ambayo mheshimiwa mbunge ameahidi hapa tunakwenda kuyasimamia hasa kwenye lile eneo la gari la wagonjwa A, kwenye gari la wagonjwa hili nalichukua mwenyewe binafsi, kwa sababu ni baadhi ya vituo vina changamoto kama hizi. Nalichukua hili swala niende nalo katangu deo, usiwe na wasiwasi kwenye eneo hili. Mmefanya kazi kubwa sana kwa sababu ripoti inasema ni mapato ya ndani na nguvu ya wananchi. Kwa hiyo sasa serikali tunalichukua hili swala, uh, ili nanyisa muweze angalau mpate matunda ya serikali moja kwa moja kutoka serikali kuu mpate na nyinyi, hili nimelibeba ndugu zangu. Liko swala la bima ya afya kwa wote, limelenga wazee wetu, limelenga kina mama wajawazito, limelenga watoto, limelenga wasio na uwezo, limelenga wale wazee wetu watasafu. Kwa hiyo wana Iwungilo, na nyinyi ni wanufaika katika hilo. Bima ya afya kwa wote ameliona Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan mwenyewe, akawaelekeza wabunge wetu, tungeni sheria kwenye eneo hili, na tayari sasa inakwenda kuanza kufanya kazi. Sisi kama TAMISEMI tumekusha fanya vikao vya kutosha na wizara ya afya, tumefanya vikao na MSD, wasambazaji wa madawa na vifaa tiba, tumefanya vikao na NHIF. Tumekubaliana kwamba tunapoenda kuanza kutoa bima ya afya kwa wote, tukatafsiri maono ya Dkt Samia Suluhu Hassan kwa kupeleka huduma bora kwa wananchi. Hatuwezi kutoa bima hizi halafu tusiwe na vifaa tiba vya kutosha, tusiwe na madawa ya kutosha. Wananchi hawa watalalamika tena kwamba bima hazina maana. Lakini nataka niwaambie ndugu zangu, bima hizi tumesha kaa vikao vingi na serikali imeweka fedha za kutosha, fedha za kuanzia. Serikali imekwisha tenga bilioni mia mbili, zaidi ya bilioni mia mbili zimekwisha tengwa kwenye eneo la bima hili. Tunaenda kuanza baada ya siku mia moja nataka tujipime, ni wananchi wangapi tayari wameshapata hizi bima na wameanza kupata huduma. Lakini ni zoezi endelevu, sio kwamba ni zoezi la baada ya siku mia moja la siku mia moja tu. Hata baada ya siku mia moja tutaendelea kutoa bima ya afya hizi, kwa sababu vifurushi vilivyomo mle hadi ile fedha ya dak, ya kumwona daktari mle, vipimo, operation ndogo ndogo na zingine kubwa zinaweza zikafanyika mle ndani, vifurushi mia tatu sabini na mbili tunawaambia wenzetu waandishi wa habari wawaeleze watu walaji, nyinyi wanaIwungilo, wanaNjombe na mikoa mingine yote kwamba vifurushi hivi, twendeni tukawaambie wananchi ni manufaa gani watapata kwenye bima ya afya, tukastawishe jamii kwenye eneo la afya. Na dr Samia anasema lazima twende tukapunguze vifo vya mama na mtoto. Ni ajenda yake kubwa, ameibeba, na mpaka sasa tunakwenda kufanikiwa katika eneo hili. WanaIwungilo, niwapongeze sana, nyinyi ni wachapakazi, nyinyi ni wasikivu na nyinyi ni watu wenye tabasamu na furaha, nyuso zinaonyesha hapa.